warahmatullahi wabarakatuh. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ametupa taufiki akuweza kusalieo sala ya Ijumaa mesali na wazee hapa katata sha wetu ambao kwamba atambulikana Kenya hii. Alhamdulillah, imezungu amtilia taufiki katika mambo yake, sisi kama Waislamu. We hii Webuye ilianza kitambo, miaka ya 60 wazee wetu walipewa nafasi kama hii Loti na Paramount Chief ambaye alikuwa anaitwa Namtana na wakajenga msikiti wa nyasi mwanzo, kisha baadaye wakajaribu wakajenga msikiti wa mabati. Baada ya hapo, kuanzia mwaka wa 75 walianza kujenga huu msikiti ya maoga wa matofali. Baada ya hapo, wazee walitafuta msaada kutoka kila kona kushirikiana, hasa hasa mzee Haji Nuh alitafuta msaada mpaka tukaweza kujenga msikiti huo ambao kwamba tunauona hivi sasa, na huu msikiti umekaa zaidi ya miaka 45 46. Na msikiti ulijengwa na ile matirio ya zamani ile matirio ambayo kwamba wakati huu wa sasa ukiona ukuta yake inaanza kutoa ku, mchanga inaanza kuanguka inakuja kila sehemu. Kwa hivyo sehemu hii ambayo kwamba tuko nayo ni sehemu ya msikiti. Mpaka tupate msikiti wa sasa, msikiti ambao kwamba ni wa Jamia huu msikiti. Una sababu Wekuye east na Wekuye east na Wekuye west. Kwa hivyo tungeomba ikiwa mtu yoyote ambaye kwamba atakayekuwa na msaada, hii msikiti iko na stakabadhi, iko na title deed, iko na plan blueprint, iko na account. Kwa hivyo msikiti hauna matatizo yeyote, hakuna kesi yoyote. Yeyote yeyote ule ambaye kwamba atakayekuja kufanya msaada wake. Tunamkaribisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu pamoja na kumtakia rahma na amani kiongozi wetu Abul Qasim, tukiwa katika mji wa Webuye, mji unaopatikana magharibi mwa kenya, katika kaunti ya Bungoma tumeweza swali swala ya Ijumaa wa lillahil hamdi. E, ndugu zetu wa eneo hili wanaombi ambalo kwamba wanaomba e, wa kujengewa msikiti wa kisasa. Huu ndio msikiti wa Jamia katika mji huu na ni msikiti kama tulivyosikia, una zaidi ya miaka 40, na matirio iliyotumika si matirio ya kisasa, na mtu akiingia ndani e, mchanga ama ukuta unavunjika una na mchanga unatoka, na wakati wa mvua e, msikiti wote unaroweka maji kwa ajili ya mvua. Kwa hivyo e, tushindane katika mambo ya kheri, fal yatanafasil mutanafisun, na washindane wenye kushindana. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna, yeyote ambaye kwamba atajenga msikiti Mwenyezi Mungu atamjengea naye nyumba peponi. E, kwa yeyote ambaye kwamba anahisi anaweza chukua eh, majukumu, majukumu kama haya ya kusimamia msikiti kama huu inshaallah, Allah, tujitokeze tuwe wenye kusaidia ndugu zetu eh, namba tutawekea katika screen. taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal